Hayo mambo sio, tunataka tuachane nayo, vijana wetu warudi nyumbani. Na awezi sema ati watu wa Haiti unawapenda sana, wasitekwe nyara, na huku vijana wetu bado wanateka nyara? Haiwezekani. Anaambia kule Sudan kuna, tunataka human rights ziheshimike. South Sudan hatutaki, wana wanawake wasumbuliwe kule, hatutaki mauaji, na huku nyumbani tunajua kwamba kikundi cha RSF hata wenda, and we are investigating this matter positively, quickly, wenda pengine wao wanapatiwa silaha za watu wa Kenya waende wakapigane nazo Sudan. E, mambo itakuwa sawa? Mimi niseme watu ya ma, hii serikali tunaunda inajua shida zenu, wizi ya mashamba ya wama pale Narok na hapa Kajiado na Ruto, ni kitu ambayo haijafanyika tangu tupate uhuru huyu Ruto anatembea na PS naitwa Koril usiku na gari wakiwa wawili kutafuta mashamba ya wamasai ile ambayo iko haina mtu alafu wananyakua, wanachukua title deed. Sasa nyinyi watu ya ma, sisi unajua pale kwetu hatuna shida mingi, sababu shamba yetu ni kidogo. Sasa hata akichukua tutangangana naye hapo, kama mimi yangu ni eka tatu sasa akija pale atakuta mimi napanga <laughs> si ndio, mtakubali hii mashamba yenu yende, dawa ya kukinga hii mashamba iende, ni jumatatu kesho. Vijana ya jenzi, mpo tafadhali, muchukue kura kesho. Our young people, the agency, I want to appeal to you fm